Sifiwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali. sasana Bwana anavunijania kama wewe ni mgeni au bado huja subscribe. Naomba subscribe, share, like and comment, ili wewe wa kwanza kuwa unapata video mpya au episodi mpya kila inapotoka. Siku ya Jumanne natoa episodi zinazohusiana na hii series mpaka tutakapoimaliza hii series ya shule maalum ya Mungu. Siku ya Ijumaa nimeanza series mpya affirmation. Jumamosi iliyopita tumeongelea affirmation iliyopo katika Zaburi mia moja thelathini na tisa mstari wa kumi na nne, au hakikisho Kiswahili. Kwa hiyo tuna Uh, jisemea wenyewe maneno ya Mungu ili aweze kutujenga katika imani yetu, katika wokovu, katika ushindi, ili tuweze kushinda majaribu mbalimbali, mbali na vile vile kuwa wale watu ambao Mungu ametuita tuwe. Kwa hiyo ninaomba uangalie mpaka mwisho. Leo tunapoenda kujifunza darasa letu la nane katika series hii ya shule maalum ya Mungu, tumeshaangalia madarasa saba. Kama umemisi, naomba rudi nyuma ukaangalie darasa lolote ambalo umekwisha kumiss. Eh, na waomba ukae, okay, mpaka mwisho. Mungu akubariki sana, amen. Basi karibu sana katika darasa letu la nane. Darasa hili ni darasa la upendo. Katika darasa hili tutaenda kuangalia mambo mbalimbali: maana ya upendo, kwa nini tunatakiwa tupende, tunapenda nini au tunampenda nani, nani alishinda, nani alishindwa, tunapendaje, tutatestiwaje. Kwa hiyo naomba ukae mpaka mwisho, tuende kuangalia kwa pamoja. Kama umemisi madarasa mengine hayo saba, ninaomba uende huko kwenye eh, channel, utakuta Eh, video nyingine ambazo zimepita. Sasa, darasa hili la upendo, kama kawaida, tunaongozwa na neno la Mungu, Yohana 3:16. Kila mmoja wetu anaamjua, huu mstari unasema, kwa maana jinsi Mungu aliopenda ulimwengu atakamtoa mwanawake wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee. Kwa hiyo kilichomfanya Mungu amtoe mwanawake wa pekee ili kila mtu asipotee ni nini? Ni upendo na mshukuru Mungu kwa kutupenda. Sasa na sisi, kwa nini tunatakiwa tupende? Na pendo naloenda kulizungumzia hili sio lile li, li, pendo. Najua ziko aina tofauti tofauti za pendo, lakini tunaenda kuliangalia pendo la Kimungu. Na maana halisi ya pendo hili ni kwamba ni hali fulani ambayo mtu anakuwa nayo ya kujali, kuthamini, kumtakia mtu mwingine mema au kuitakia jamii yote mema eh, unakuwa na moyo wa kutoa bila kutarajia, kurudishiwa. Unakuwa mvumilivu na kuwa tayari kusaidia wengine hata katika hali ngumu. Huu ndio upendo. Tunaona Bwana Yesu jinsi ambavyo alijitoa pale msalabani ili sisi tupate wokovu. Even yeye akakubali kufa ili sisi tupone. Unaona hali ngumu ambayo Bwana Yesu ilibidi aipitie, ili tu sisi, mimi na wewe, tupate kupona. sisi hatutakiwi tuyatoe maisha yetu kwa ajili ya wengine, lakini kuna vitu ambavyo tunaweza tukajitoa, vipo vingi, na wala usio unafikiria tu pesa every time. kuna muda wako, kuna hekima yako, kuna maarifa yako, kuna um, nini ah, eh a lot a lot a lot you can do for other people, kuna opportunities unaweza ukawapa watu eh? Sasa sifa ya huu upendo inapatikana katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya kumi na tatu. Nime break down two main points. Ya kwanza upendo tunajua unavumilia makosa ya wengine eh? Usipoweza kuvumilia makosa ya wengine angalia kipimo chako cha upendo. Upendo unaonyesha huruma na upole. Lazima uwe na uwezo wa kuhurumia wengine. Mimi hili neno la huruma ya sasa hivi liko sana moyoni mwangu, kwa sababu kuna siku niliamka asubuhi nikasikia kwamba nimekuhurumia. Kwa hiyo nikawaza kwelim aaoo, mara nyingi huwa anasema Mungu, asante kwa kunihurumia, kwa sababu ni kwa huruma zako sijaangamia. Na sisi tunatakiwa tuhurumie hivyo hivyo wengine, kama Mungu ambaye anatuhurumia. Wewe fikiria, Mungu asinge kuhurumia ngwe kwa wapi? Upendo huwa una unyenyekevu, mwenye kupenda ni mnyenyekevu eh? Upendo haujivuni na una heshima, lazima penye upendo pana heshima pana, pana, pana, pana kuwa hakuna majivuno. Upendo unaweka maslahi ya wengine kwanza, hmm? Upendo hauchukia haraka, hauna hasira hasira za haraka, una uwezo wa kudhibiti hasira, una self control. Upendo unasahau makosa na kusamehe. Unaona pale unaposemaga nimesamehe eh, sijasahau. tuangalie upendo wetu kuna kusahau. Sijasema kwamba tukisahau tunasahau kabisa, kwa sababu brain yetu imeumbwa, huu kasahau kila kitu unless labda umepata stroke or something, au u, ume, ume ni trauma. Unajua wanasema uki, ukiwa umepata trauma, automatically mwili unataka kujilinda, unafuta data zote hapo ndipo unapoweza kusahau kama umekuwa traumatized so much. Ndio maana kuna mtu mwingine ame go through something, anakuambia sikumbuki kabisa, na nakumbuki atuzungumzie hiyo. Lakini tunapozungumzia kusahau ni kule kwamba hakukusumbui tena. Nenda katika somo letu la msamaha, wewe ndio kaangali lia. Somo letu la pili, upendo haufurahi maovu. Uwezi wewe kwa vile unampenda mtu ukafurahi akipata maovu au kafurahi anafanya maovu, wewe unafurahia <laughs> <Kusama>, kwa sababu mpenzi wangu <laughs> mwanangu <laughs> unafurahia mtu anafanya maovu? Hapana, tumeambiwa tufurahie kweli. Auwezi ukafurahia maovu, utakemea maovu, utakemea utakemea, e, kitu utakemea, e, chochote ambacho hakiko sawa. Upendo hulinda, huamini, hutegemea, huvumilia, lakini cha muhimu, upendo unadumu milele hata milele. Ndio kitu kimoja kitakachodumu milele hata milele ni upendo. Kwa, kwa nini sisi tunatakiwa tupende? Tukumbuke sisi tuliumbwa kwa sura ya Mungu hivi eh? Unajua, shetani akikuona wewe anamkumbuka Mungu kila anapokuona wewe, kwa sababu you are the image of God. Unamkumbusha kule, ndio maana hatupendi Neno la Mungu letuambia, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8. Yeye asiyependa kumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo Umeona, Mungu ni pendo. Kwa hiyo kama Mungu ni upendo na sisi tumeumbwa kwa imeji yake, ina maana tumeumbwa kwa imeji ya upendo. Sasa dhambi ilivyoingia tukajichanganya, umeona. Lakini sasa tumeokoka na tumeokolewa kwa hili pendo. Kwa sababu ya hili pendo, tunatakiwa turudi, tuwe kama Mungu. Kwa hiyo tutapitishwa kwenye hili darasa, ili tuweze kujifunza fikra zetu zibadilishwe tuweze kuwa kama Mungu ambaye ni pendo. Tunatakiwa tuwe kama baba yetu. Namba mbili, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kumi anasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi, nao kila asiyetenda haki si wa Mungu wala yeye asiyempenda ndugu yake huyu yuko kama babake, pendo kama babake. Ndo sababu tunatakiwa tupite, ili ili kila tunapofika, tunamwakilisha baba yetu, hakuna wasiwasi, mna ta introduction. Mtu akikuona tu, hey, yule fana na babake, kuanzia kwanzia nywele mpaka kidole cha mguni kafana na babake, upendo umejaa. Upendo ni amri, hiyo ni namba ya tatu. Bwana Yesu alisema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Waraka wa kwanza wa sorry. Yohana 13 mstari wa 34. Tunatakiwa tupendane. Hiyo ni amri. Bwana Yesu anasema hiyo ni amri mpya. Yaani kulikuwa na, kuna maagano mawili, agano la zamani na agano jipya. Agano jipya ndio Yesu alilokuja kulileta agano la, la damu. Ili agano linatuamuru tupendane sisi kwa sisi. Upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu alivyoondoka alisema, nawaachieni Roho Mtakatifu atakayekuwa mwalimu wenu, mfariji wenu, atawakumbusha, atawafundisha. Na mwisho wetu tunajua, najua Roho Mtakatifu anavyokaa kwetu tutaonyesha, tutazaa matunda. Hayo matunda neno Mungu linatuambia Galatia tano ishirini na mbili, lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuwema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Lakini upendo umetajwa kwanza. Kwa hiyo tutajuaje wewe unaye roho, unaongozwa na roho? Upendo. Upendo ni ishara ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu. Jamani, wako wanafunzi wa aina mbalimbali, kama zilivyo shule nyingi, lakini katika ulimwengu wa roho ziko shule mbili tu, shule yule ibilisi ambayo unaingia by default, alafu kuna shule ya, ya Yesu ambayo huku unatolewa kutoka gizani kuingizwa katika nuru. Huku kwenye nuru, huku kwenye hii shule ya nuru, huku Bwana Yesu anasema hivi: watu wote watawatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwapenda ninyi kwa ninyi. Uniform yetu mm, kama leo nilivyovaa ikikinani chekundu, uniform zetu huko ni upendo kwa utakapovaa upendo, joho la upendo, watu wanajua wewe ni mwanafunzi wa Yesu, na Bwana Yesu anapenda hivyo, tujulikane, watu wasituchanganye, wakafikiria wewe ni ya shule ile ya Ibilisi, mwalimu wako Ibilisi. Wewe mwalimu wako ni Yesu. Kwa hiyo wapendwa, upendo ni muhimu. Upendo utadumu wa hiyo hiyo waraka wa kwanza wa Korintho sura ya kumi na tatu mstari wa kumi na tatu inasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Kwa hiyo kuna imani, tumaini, upendo. Ukiangalia imani, tukifika mbinguni hatutahitaji imani tena, kwa sababu imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni mambo yasiyo, nasahau kuisema Kiswahili. Lakini sasa kule kuna kutarajia nini? Hamna kutarajia, kila kitu kiko pale. Mungu tunaye, tunakaa naye, tuko naye hapa. Kwa hiyo imani haitakuepo. Tumaini, tunatumaini nini wakati tunaimtumaini, tuko naye. Kitakachobakia ni nini? Upendo. Kwa hiyo lazima mbinguni ni kupendana tu, hamna chuki, hamna hasira, hamna kinyongo. Kwa hiyo lazima ujifunze kupendana huku duniani. Sasa so usipoweza kupendana huku utaendaje kule? Kwa hiyo kuna wengine wanaweza kwenda kushindwa kwenda huko mbinguni kwa sababu tu upendo, upendo uko levo ndogo ya kuruhusiwa kuingia mbinguni. Aya kingine, pendo lina nguvu. Nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, maana upendo una nguvu kama mauti. Upendo una nguvu kama mauti. Unajua mauti ina nguvu, ndio maana mauti ikiingia mm. kutoka mm ndio maana watu wanashindwa kupigana na mauti oe? mauti ina nani, aliyeweza kushinda mauti ni nani? Bwana Yesu. Hata Bwana Yesu anasema I have conquered death. Kwa hiyo palikuwa na nguvu ambayo alipingana nayo akaikonka. Sasa upendo ndio una nguvu hiyo, na kilichomfanya Bwana Yesu aweze kushinda mauti kwa sababu ya upendo alionao kwetu. ile nguvu ya upendo fanya aishinde mauti. Kwa una sisi hivyo hivyo tunashinda mauti, tunashinda giza, tunashinda dhambi kwa upendo. Sasa tunapenda nini au tunapenda nani? Kwanza kabisa, number one, tunatakiwa tumpende Mungu. Mpende Bwana Mungu wako wote kwa moyo wako wote. Moyo ni pati ya nafsi yako, kwa hiyo kwanza nafsi yangu lazima impende Mungu, nafsi yangu imhimidi Mungu na kwa roho yako yote roho yako im, lazima impende Mungu kwa akili zako zote, mwili wako na kwa nguvu zako zote m, i, akili na nguvu ni vitu ambavyo viko katika mwili wako. Hivyo vyote navyo vinatakiwa mpende Mungu. Kwa hiyo hapa tunajifunza ya kwamba tutakuwa tumpende Mungu katika all our being. Our being ni roho, nafsi na mwili, vyote vinatakiwa vimpende Mungu moyo wako unavyompenda Mungu mimi sitajua kiko, kiko moyoni mwako, ni between you and God, ndio mnajuana kama mnapendana. Roho yako inavyompenda Mungu, between you and God, ndio mnajuana kama roho yako inampenda Mungu. Akili zako zinavyompenda Mungu, ambao ndio katika mwili wako, hata hizo wewe ndio peke yako wewe, wewe unajua na Mungu anajua kama akili zako zinampenda Mungu. Tunapokuja kwenye nguvu, hata sisi tunaweza tukawa mashuhuda sasa. Nasema hey, rin Catherine anampenda Mungu kwa sababu nini? Tunaona unavyozitumia nguvu zako katika mambo ya Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tumpende Mungu kwa nafsi zetu, roho zetu na miili yetu. Na namba mbili, Bwana Yesu anasema hiyo ndio ilikuwa amri ya kwanza. Bwana Yesu aliulizwa, akasema akaulizwa, amri ya kwanza ni nini? Ndo akasema mpende Bwana Mungu wako. Amri ya pili anasema mpende jirani yako kama nafsi yako penye kupenda jirani <laughs> penye jirani Bwana Yesu kaweka kaweka nani. Umeona kule kwenye kumpenda Mungu, mpende Bwana Mungu hata jinsi ya kumpenda amekuelezea kwamba, kwa moyo kwa roho kwa akili na kwa na kwa nguvu. Anapokuja kwa jirani, anakwambia huyu unatakiwa mpende kama nafsi yako, kama nafsi yako. Na anasema hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi, yani hiyo amri ya kumpenda Mungu na kumpenda jirani, tumpende kama nafsi yetu. Namba tatu, tunatakiwa tupendane sisi kwa sisi. Amri mpya nawapa mpendane, kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo, Yohana 13:34. Kwa hiyo hapa sisi kwa sisi ni nani? Kanisa, viungo kwenye mwili, mpendane, eh? Kidole unatakiwa umpende mguu ini unatakiwa upende mgongo kwa sababu wote mnafanya kazi kwa pamoja. Kwa sisi kwa sisi tupendane. Lakini nasikitisha sana, tuko katika kipindi ambacho mm, kanisa, upendo umeshuka, ingawaje ilitabiriwa. Lakini leo ndo tukumbushane kwamba tunatakiwa tupendane sisi kwa sisi. Unapomsikia mtu mwingine anamwamini Yesu kama wewe, huyo ni dada yako huyo ni kaka yako, unatakiwa umpende kwa sababu ndio utakaenda kuishi naye milele hata milele huko mbinguni. Namba nne, tunatakiwa tupende adui. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Bwana anajua kwamba watakuwepo maadui katika maisha yetu, watakuwepo wanaotuudhi, lakini hiyo sio sababu ya sisi kuwachukia au kuwaombea mabaya. Tunaambiwa tuwapende na tuwaombe rehema, sio unawaombea moto ushuke. Umeona yale maombi fire fire fire fire, uongozwe na Roho. Sikatai 100%, kwamba mara nyingine fire inatakiwa ishuke, lakini sio ndo kila siku. Wewe kila ambaye anakukosea unamwombea fire, unamwombea mabaya. Upendo na nani? Bwana Yesu anasema maana mkiwapenda wale wawapendao nanyi mwaonyesha fadhili gani? kwa kuwa hata wenye dhambi wapenda wale wapendao. Hapa Mungu anataka tutofautiane, yani na ulimwengu, kwa sababu ulimwengu wote, yani hata hata mtoto mdogo ukimwonyesha upendo, mtoto anakuonyesha upendo. Sasa hiyo, unatembea tu barabarani, ko kitoto kinaweza kukuchekea nao, kikichekea kinakunani. Umeona, hiyo ni ni nature ya mwanadamu, lakini Mungu anataka sisi tutoke huko kwa sababu hata ambao amji Mungu wanajua hiyo. Sisi sasa tufanye opposite. Hata wale ambao wanatuudhi tunatakiwa tuwapende. Namba tano, tunatakiwa tupende neno la Mungu au amri zake au sheria zake. Daudi anasema, ninapenda sana sheria yako na itafakari usiku na mchana. Ah uh, sorry, anasema hivi: ninakupenda sana sheria yako huitafakari mchana kutwa hio ni Zaburi 119 mstari wa 97. Kwa hiyo tunajulikanaje tunapenda sheria ya Mungu? Kwa namna tunavyoitafakari umeona. Yani kila, kila katika hizi zote tunaona Mungu anatuonyesha jinsi gani ambavyo tunapenda kule kwa Mungu. Tuliona kwamba tunapenda kwa moyo, kwa roho, kwa nafsi na kwa nguvu, kwa, kwa jirani kama nafsi zetu alafu tukaja kwa sisi kwa sisi eh. Alafu tunakuja kwa adui, tunaambiwa ili tutaonekanaje? Tunawapenda kwa kuwaombea wanaotuudhi. Alafu kwenye neno tunaambiwa kulitafakari mchana kutwa, ukienda kwenye Joshua anakuambia utafakari usiku na mchana. Kwa lazima tulipende neno la Mungu, namna tunavyolitafakari na kulinani ndio tunavyoonekana jinsi ambavyo tunalipenda, tunatakiwa tupende rehema na haki, huku ndiko alichokuambia mtu kupenda rehema kutenda haki, kwa utajulikana wewe unapenda rehema ni kwa jinsi ambavyo unatenda haki, ndio utajulikana wewe ni ni mtu ambaye unapenda rehema na unaishika sheria ya Bwana unapenda utakatifu. Hiyo namba saba, upendo na uwe bila unafiki, lichukieni lililo baya, mng'ang'anie lililo jema. Kwa hiyo ina maana ina maana tunapongang'ania lililo jema na kuchukia lililo baya, tunapenda utakatifu. Na hapa tena ametuelezea ni kwa jinsi gani tunaweza kufanya hivi, kutokuwa wanafiki. Tunakuwa wanafiki baya tunalichukia lililo jema tunalingang'ania, hapa tunaonekana kwamba tunapenda utakatifu. Sasa aliyeshinda au walioshinda katika huu mtihani wa upendo ni nani? Bwana Yesu anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa kweli, wakati natafuta figo huu mstari nilikana, nikasema yes it's true, kwa sababu kuna watu wanashindwa kutoa figo kwa ajili ya wenzao. Wakati ukitoa figo la ufi, Bwana Yesu katoa damu Yani, unaambiwa damu yote ilitoka mpaka maji yote, kwa ajili yangu mimi, ajili yako wewe. Asante Bwana Yesu kwa kutupenda mwanadamu. Jonathan, Jonathan ndo aliifanya kile ambacho tumekisema kule, ikawa alipokwisha kusema na Sauli, ro ya Yonathan ikashikamana na ro ya Daudi, naye Jonathan akampenda kama nafsi yake mwenyewe. Unakumbuka tulivyoongea kwamba kupenda E, eh, jirani yako unatakiwa umpende kama nafsi yako mwenyewe. Ndivyo Jonathan alivyofanya, mwenzetu kampenda Daudi kama nafsi yake. Hiyo ni Samueli wa kwanza sura ya kumi na nane mstari wa kwanza. Akawa tayari Daudi awe mfalme maki, hii ndio alitakiwa kuwa next kuwa mfalme baada kama babake angekufa, lakini akasema mimi I'll make sure you will reign, ina maana ni nafsi yake kabisa Yani alion na mwisho, Yonathani alikujaga kufa. Umeona, ndio upendo Mungu anaotaka tuuonyeshe. Walioshindwa, Amnoni. Amnoni alikuwa ni mtoto wa Daudi. Daudi alikuwa na watoto wengi, mmoja hapo alikuwa Amnoni. Amnoni akampenda dada yake half sister wake, akambaka. Alivombaka akamchukia Eh, na neno Mungu linasema hiyo chuki aliyokuwa nayo ilikuwa ni ilikuwa kuu kuliko hata hayo mapenzi aliyompenda mwanzo, akamfukuza mwisho. Ya Amnoni alikujaga kuuawa na, na ni half brothers wake ambao ni full brothers wa huyo dada. Tusiwe kama Amnoni, kwa sababu saa nyingine tunachanganya mapenzi na lust. Lust ni dhambi, lakini sisi tunatakiwa kupenda sasa Mungu anatupima vipi katika hii somo la la upendo? Tukianza kwenye kumpenda Mungu. Sisi tumeambiwa tumpende kwa moyo wetu, kwa nguvu zetu. Mungu anachunguza moyo. Atauangalia moyo wako. Ataona wewe unanipenda kwa mdomo, moyoni hamna kitu. Tulishasikiaga Mungu anasema anaangalia moyo. Mungu ataangalia moyo wako. Eh, amesema utanipenda mimi kwa roho yako. Mungu anaijua roho yako, anaona mpaka kwenye roho yako ataangalia huko akili zako, Mungu ataangalia tafakari zako, una tafakari nini. Kwa nguvu zako, Mungu ataangalia nguvu zako, unazipeleka wapi? Nguvu zako nyingi unapeleka wapi? Na ndio maana Bwana Yesu alimwambia Petro, Petro, nanipenda? Petro, ndiyo, chunga kondoo zangu. Petro, nanipenda? Ndiyo, chunga kondoo zangu. Petro, nanipenda, mpaka Petro kakaa kauzunika, chunga kondoo zangu. kondoo zangu. Kondoo inahusisha ina nini, si nguvu kwa nguvu zetu tunazipeleka pe tutapima. Unapokuja swala la la kupenda <coughs> jirani, Mungu ataangalia. Tumeambiwa tuwapende kama nafsi zetu. Je, tunaweka wengine kwanza au tunajiweka sisi kwanza? Tutaletewa watu watata, watata kweli kwelikweli, alafu unatakiwa uonyeshe upendo uasamehe. Tumezungumzia upendo, unasamehe unavumilia upendo, usudu, usudu ufanye nini? Utaangaliwa kwenye hayo kwenye kupenda adui. Nani adui? Sisi kwa sisi, ndio hapo makanisani hivyo hivyo, unaletewa watu watata kama sisi huku tulioko Uingereza. Jamani, wenzetu hawa upande wa westi, unampenda apendeki, unampigia simu, unamuuliza unamchekea hivyo mm. hivyo tunatakiwa nao tuwapende. Haya, tukija kwa adui, adui zako unawaombea au unaombea moto tu kila siku. Mungu, jamani, Mungu hukumu hukumu Mungu shusha moto. Umuombea Mungu amuokoe, umuombee Mungu amponye, uombee. Kisikia mabaya yamempata, wewe ndio wa kwanza kusema hee, Mungu anajibu maombi, haleluya. Maombi yapi Mungu anayojibu? ya kuna ni moto tu? Mungu hajibu maombi ya kuokoa wengine. Mungu, atusaidia neno lake Mungu atakuangalia unatafakari neno la Mungu kiasi gani? Rehema, unafanyia wengine rehema? Kwa hiyo tutapita kwenye mambo mengi mengi, tuna kama kawaida, usipofaulu unarudia tena, usipofaulu unarudia tena, kwa sababu Mungu anatutakia mema. Kusudi la Mungu ni kwamba tuwe kama yeye, kwa hata kuacha tu upite hivi, atakufanyisha urudie wa mtihani basi ngoja mimi ni share hapo. Kama kuna kitu chochote unataka kuchangia, naomba weka hapo comment hapo chini. Uh, tuonane tena wakati mwingine. Usisahau Jumamosi another um, affirmation nitaiweka, uh, na Mungu awabariki sana. Subscribe, share, like, and comment. Tuonane wakati mwingine kwa neema za Mungu. Amen. <tune>